Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe tatu ya mwezi wa kumi na mbili mwaka 2025. siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Ni kualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yaliyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kabla nikukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kingine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 bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti ya habari Leo habari iliyopewa kipaumbele ni Samia tumejipanga tutailinda Tanzania ahimiza amani, umoja, utulivu asema tugange ajayo abainisha vuguvugu za Oktoba 29 zilipangwa kuiangusha dola. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Akataa masharti ya mazungumzo, aeleza umuhimu wa uchunguzi kabla ya tume maridhiano, awataka wazee kuzungumza na vijana kuhusu uzalendo kwa nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Wazee daa wasifu uimara wa Samia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Rais atoa msimamo kwa taasisi za dini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu gazeti hili . Lakini pia gazeti habari limeandika mganga wenzake wasimamishwa, sakata la mgonjwa kubakwa, habari katika ukurasa wa saba. Kimiti ahimiza haki amani, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu, unalo gazeti Mwananchi lenye habari iliopewa kipaumbele, ni wewe nani utupangie ni kauli raisi ya rais Samia Suluhu Hassan akitoa msimamo wa serikali yake kuwa haitakubali kupangiwa cha kufanya, azigusa taasisi za dini za kimataifa na vyama vya siasa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu ndugu yake ikisema, sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haipo hivyo. Gazeti hili limeandika mahakama yaipa tume ya ipatume, jaji Chande serikali siku saba. Habari katika ukurasa wa nne. Licha ya kuanza kazi na kuahidi kutekeleza majukumu yake kwa uwazi, weledi na kutakiwa ipimwe kwa matokeo yake, serikali na tume iliyoundwa kuchunguza yaliyotokea Oktoba 29 imetakiwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. Madaktari wauguzi wamkiingia kifua tabibu Tabora. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Mange Kimambi apewa kesi ya hujumu uchumi Tanzania. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika maswali tata, wizi kanisani kwa Gajima. Habari imeandika kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Tunatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari. Habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, Tanzania ni uhuru, hatutakubali kuingiliwa. Asema kilichotokea Oktoba 29 sio maandamano bali ni vurugu zilizokuwa na lengo fulani, afafanua nguvu zilizotumika. Habari katika ukurasa wa nne. Chalamila rais Samia ajapuuza maneno ushauri, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Bilioni moja kuwapa tabasamu watoto wenye matatizo ya moyo, undani kwa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. TCU yasitisha udahili shahada ya kwanza ya udaktari MZU. Tume ya vyuo vikuu Tanzania TCU imesitisha rasmi udahili na usajili wa wanafunzi wa mwaka wa kwanza shahada ya udaktari wa binadamu katika chuo kikuu mwanza MZU kwa mwaka wa masomo 2025 2026. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Mavunde pesus wajadili mradi wa Nyanzaga, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Bodaboda wahimizwa kudumisha amani, habari katika ukurasa wa tatu. Trump Trump aionye Israel masuala ya Siria, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili imeandika elimu ya amani maadili na umuhimu wake kwa vijana, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira ya gazeti huru la kila siku. Kila siku Johana daycare and inaanza na tabasamu furaha Ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montesor, watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Oti and deke nas ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Daresslam, usikose Nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nalo gazeti ni Nipashe Mwanga Jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni msimamo mkali wa Samia Desemba 9, atoa tahadhari wanaojipanga kwa maandamano, agusia tena mjadala wa katiba mpya na maridhiano. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Gazeti hili limeandika vurugu Oktoba 29 zililenga kupindua serikali, atoa pole viongozi wa dini, kinachoendelea nyuma ya pazia anakifahamu, vyama vya siasa aliofungulia mlango wakakataa, asilaumiwe baraza la mawaziri siri baadhi ya vigogo kutemwa, waziri habari. Imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu, ndugu yake ikisema, urais si nafasi ya kupanga kwa vikao vya kando wala mazungumzo ya siri. Mungu ndiye anayejua nani atakuwa kiongozi wa Tanzania mwaka elfu mbili na thelathini. Kwa hiyo tusiruhusu mijadala hii kutusambaratisha au vuguvugu vugu amani tuliyonayo. Hakuna mtu ambaye anaweza kujihakikishia nafasi ya kuwa kiongozi wa juu nchini hata kama akijiandaa vipi. Ni nukuu ya Rais Samia. Gazeti limeandika chuo kikuu cha dahili mara kumi ya uwezo wake chazuiwa, habari katika ukurasa wa tano. Ni wanaosomea udaktari wa binadamu, sasa kuhamishiwa vyo vingine nchini, huku kamati maalum ikiundwa kuchunguza mzizi wa tatizo. Aliyekosa mtihani kidato cha pili kwa tuhuma za uhaini Oktoba 29 achiwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Mwanafunzi wa sekondari ya Kakola, Filipo Kasanda, mwenye umri wa miaka 16 ambaye alikosa kufanya mtihani wa taifa wa upimaji wa kidato cha pili kutokana na kukabiliwa na mashtaka ya uhaini ameachiwa uhuru pamoja na wenzake tisa baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya DPP kuondoa shauri linalowakabili. Hatua hiyo imekuja ikiwa ni siku kadhaa tangu vijana hao wakamatwe kufuatia vurugu zilizotokea Oktoba 29 mwaka huu zilizohusisha uchomaji ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa saba. Ni pashe limeandika mganga mkuu wa serikali aonye matumizi holela ya antibiotics, habari katika ukurasa wa tano. Gine bisau yasimamishwa wanachama au, habari katika ukurasa wa 14. Pedro yanga bado kidogo, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ni pashe. Mwanga wa jamii reya mwema mungwana ni kitendo ni siri nzito. Samia fichwa njama kutaka kupindua dola tumechande kuwa na vigogo wa jeshi ni ishara ya ukubwa wa tukio. Aishukia tek Chadema akimgusa Lisu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili mawaziri wa uta wa raisi elfu mbili na thelathini habari katika ukurasa wa tatu a gazeti hili awesatwa mpya habari katika ukurasa wa tatu tume kuchunguza maeneo sita ya vurugu habari katika ukurasa wa pili lakini pia gazeti hili limeandika mwenye ahimiza wajibu na amani, habari katika ukurasa wa tano Edward Luwasa alivompiga chenga mgeja kurodi CCM habari katika ukurasa kumi na tatu. Na kipindi hvyo ambavyo limeandika gazeti rea mwema, muungwana ni kitendo. Uhuru kweli daima, ninalo mikanani mwangu lenye wa habari uliopewa kipaumbele ni tumejipanga ni kauli ya Rais Samia Suluh Hasani akizungumza na wazee aonya wanaotishia amani Disemba 9 Christmas asema kilichotokea Oktoba 29 ni furugu, sio maandamano. Nani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Anyosha kidole safari elfu mbili na thelathini habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika Rais Mwinyi awataka mawaziri kutatua changamoto za wananchi habari katika ukurasa wa 14. Aliyeua kwa malipo ya milioni 1.5 kunyongwa habari katika ukurasa wa 19. TCU yasitisha udahili udaktari. Habari katika ukurasa wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, lenyewe limeandika Dkt Samia wa Tanzania, tusitumike kuihujumu nchi. Habari katika ukurasa wa pili. Trump aionye Israel kwa kuishambulia siri. Ya habari katika ukurasa wa tisa. Serikali itaendeleza uhusiano na China. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Viongozi wa taasisi za umma, asimamieni sheria. Hamidi, habari katika ukurasa wa pili. Dr. Mwinyi mgeni rasmi kilele cha siku ya watu wenye ulemavu leo, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Diarra Ashtua, kiongozi Simba amgusa Kaf, nako namba za mbeba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Yanga imefikisha pointi nne katika kundi B, sawa na Al-Ahli baada ya kila moja kucheza mechi mbili. Ya jais kabili na Isfar Rabat zina pointi moja. TPL kesho, Alhamis ni Yanga dhidi ya Fountain Gate, KMC Complex. Mchezo utapigwa saa kumi kamili jioni. Msajili asubiri ripoti mkutano Simba, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ni Benge dhidi ya Gamundi. Mchezo utapigwa saa tatu kamili usiku, Azam Complex. Ligi Kuu Bara, Azam wakiwa wenyeji wa Singida Black Stars. Pantev afichoe jambo bosi Simba tena neno, habari imeandikwa kwenye ukurasa upili wa gazeti hili, hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanasporti. Mwanasporti likiandika EPL, leo Jumatano ni Arsenal dhidi ya Brentford, mchezo unapigwa saa nne na dakika 30 usiku Emirates na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti, magazeti ya habari habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti ni Nipashe Mwanga Jamii lenye limeandika Pedro, Yanga bado haijafika kwenye ubora ninaoutaka, kutumia kipindi hiki ligi inaposimama kwa ajili ya AFCON kukiimarisha zaidi. habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Azam FC Singida Black Stars, vita ya Ibenge Gamondi. habari katika ukurasa wa ishirini na tatu lakini pia gazeti hili limeandika onana kuikosa AFCON habari katika ukurasa wa ishirini na moja na Mujera. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, habari za michezo na burudani, na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya gazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv. Asante na kwaheri heri kwa sasa.